Zaburi 119 mstari wa 148. Zaburi 119 Zaburi 119 mstari wa 148, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mkuu. Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku ili kuitafakari ahadi yako. Rudia. Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku ili kuitafakari ahadi yako. Yesu, neno lako la uzima liwatendee mema na kila mmoja apokee baraka. Amen. Tukae. Maombi ya mkesha hutimiza ahadi zetu maisha. Maombi ya mkesha hutimiza ahadi zetu maisha. Maombi ya mkesha hutimiza ahadi, ahadi zetu maisha. Hakuna kitu ambacho kina nguvu kama mkesha au kukesha. Kukesha, kukesha kunafungua kila hatua ya malango ya haki katika maisha yako. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Rudia tena Zaburi 119 mstari wa 148. Zaburi mia moja kumi na tisa mstari wa mia moja arobaini na nane nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkukuu. mm -hmm. macho yangu yalitangulia makesha ya usiku, ili kuitafakari ahadi yako, ili kuitafakari ahadi yako. Maombi ni kuweka ahadi mbele za Yesu. Maombi ni ahadi Nikisema ahadi ni mfano wa mtu aliyeahidiwa kutendewa jambo fulani kwenye maisha yake. Sasa lile jambo kabla halijatokea au halijaonekana linakuwa ahadi, kama vile ambavyo mtu anaweza kusema, ninaahidi kumtolea Yesu kiasi fulani, au naahidi ya kwamba nikipata kazi, mshahara wangu wote wa kwanza Tamtolea Yesu. Au naahidi Yesu akinipa mtoto, mtoto huyo atakuwa mwimbaji. Ziko ahadi mbalimbali ambazo mwanadamu anaziweka kwenye maisha yake kutokana na uhitaji alio nao. Sasa zile ahadi zinatimia kiwepesi kupitia maombi ya mkesha. Amen. Anga la usiku ni jepesi sana kupokea kile unachoomba. Ndio maana unaona hata Yesu mchana wote alikuwa akifundisha, alikuwa akihubiri, alikuwa akiombea, na bie nasema, kila ilipokuwa inafika jioni huenda Mlimani kuomba na Yesu alikuwa akikesha mara zote na ni mara nyingi usiku. Sema amen kubwa amen. amen. Hakunaga mkesha wa mchana, wezikusema nimekesha saa ngapi mchana? Lazima mkesha uwe uweliu usiku. Magonjwa ya watu wengi sana yanaanzia usiku. Vita vingi vya kiroho vinaanzia usiku. Ndoto nyingi mbaya zinaotokea watu usiku. Kile kinachotokea mchana ni matokeo ya usiku, ndio maana maombi ya aina mbili yana nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Maombi ya kufunga na maombi ya kukesha. Hakuna kitu kigumu duniani kama kuacha kula chakula. Kulinyima tumbo nini? Chakula. Hakuna kitu kigumu kwa mwanadamu Acha godoro na kukesha usiku. Na hivyo vitu vina nguvu sana katika maisha ya mtu ya rohoni. Faida yake ni kutimiza ahadi. Hata Yesu alipokuwa anahitaji kupata viongozi, tunamwona Yesu alitumia maombi ya mkesha kupata viongozi sahihi. Sema ameni kubwa, ameni. Maana yake kiongozi yeyote hasa wa kiroho au kiongozi wa kanisa lazima awe na tabia ya kukesha. Amen. Luka mtakatifu sura ya sita mstari wa kumi na mbili Tatu, soma pale. Luka mtakatifu sura ya sita mstari wa kumi na mbili hadi kumi na tatu Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu eh. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba mm. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu, hata alipokuwa mchana kulip, kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake mm, akachagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Kila alichofanya Yesu hakikuwa kwa ajili yake. Hata wakati Yesu anateswa, hakuteswa kwa ajili yake, aliteswa kwa ajili yetu. Hata wakati Yesu anaomba, haimaanishi alikuwa anatafuta upako, alituonyesha njia za sisi kupata upako. Sema amen kubwa, amen. Tunamwona Yesu anakesha usiku katika kuomba, na mchana anachagua, na aliwaita wanafunzi akachagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Sasa hawa ni watu ambao walikuwa na kesha, nao walipokesha mchana akawateua kuwa viongozi amen. Sema amen kubwa Amen. Kwa utaona nguvu ya kanisa ipo kwenye mkesha. Kukesha ni jambo kubwa linalowakilisha maisha yako ya roho. Zaidi ya yote, ukiona mtu anaweza kukesha, anaweza kukesha usiku kucha utatambua ya kwamba roho yake inakuwa na nguvu, anapokea nguvu za rohoni kupita kawaida. Amen, sema amen. Amen. Hata mwanafunzi mwanafunzi anaweza kukesha, maana yake anaweza hata akasoma usiku bila usinzia. Sema amen kubwa, amen. Sema Si kwamba watu hawana nguvu za kukesha, ila hawana nguvu ya roho ya kukesha kwa ajili ya Yesu. Ndio maana mtu anayekesha amefananishwa na mtu aliyekaa duniani miaka elfu moja Miaka mingapi? Biblia inasema kesha moja la usiku ni sawa na miaka 1000. Maana yake mtu anayependa maombi ya kukesha lazima maisha yake yawe marefu sana duniani. Zaburi 90 mstari wa 4, isoma pale. Zaburi 90 mstari wa 4, isome pale. Zaburi 90 mstari wa 4. Zaburi tisini mstari wa nne nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mkuu. Maana, mm, miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku, ni kama kesha la nini? La usiku. Miaka mingapi? miaka mingapi? Elf. miaka elfu moja ni sawa na kesha moja la usiku. Sema amen. Amen. Kwa tafsiri rahisi ili uelewe mtu mwenye tabia ya kukesha atatoboa miaka zaidi ya mia moja umri wake watakoishi zaidi ya miaka mia moja wako wangapi hapo? Amen. Hata mkono wako wenyewe umekuwa mzito Wangapi wanaamini wataishi zaidi ya miaka mia moja. Amen. wangapi wanaamini wataishi zaidi ya miaka mia moja Amen. Sema amen kubwa. Uwe na tabia ya kukesha. Kukesha kunakupa afya njema, kukesha kunakupa ulinzi, kukesha kunakupa baraka, kukesha kunakutia nguvu. Amen. Ndio maana hata neno la Kristo anasema, watiini viongozi na kuwanyenyekea wale wanaokesha ya Waibrania mm, sura ya 13 mstari wa 17 nitasoma mm? Ni kwa jina la Yesu Kristo nguvu mm. Watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu; ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafani. Maana wao ndio wanaotoa wa hesabu. Ili kutimiza ahadi Yesu alizokuahidia, lazima utoe hesabu mekesha mara ngapi kwa ajili ya hiyo ahadi mbele za Yesu? Sema amen kubwa. Amen. Hakuna kitu ambacho kinabeba baraka kama kukesha, watu wengi. Hakuna mtu ambaye hapendi watoto wake, au hakuna mtu ambaye hataki watoto wake waishi miaka mingi au maisha marefu, sema amen. Amen. Wangapo wanapenda watoto, za, watoto watoto wake Amen. Hata kama una watoto una mtoto wangapo wanapenda mtoto wake Amen. Hata kama una mtoto wangapo wanapenda anapenda kizazi chake Amen. Au uzao wake, wake. Mwanaume ana uzao, mwanamke ana kizazi, anaotofauti eh? uzao uzao wanao, mwanaume kizazi anacho nani? Mwanamke. a amen. Kwa hiyo kama unapenda uzao wako na unapenda kizazi chako, uwe mtu wa kukesha. Kitabu cha maombolezo sura ya pili mstari wa kumi na tisa inathibitisha pale, nisome. Maombolezo sura ya pili mstari wa kumi na tisa so Maombolezo sura so ya pili mstari wa kumi na tisa, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Inuka ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake, mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana Yesu, umwinulie mikono yako kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa mwanzo na kila njia kuu. Sema amen kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kukesha ni utumishi. Mtu mwenye tabia kukesha anachukua nafasi ya malaika. Anachukua nafasi ya nini? Ya malaika. Kwenye madhabahu kuna malaika wanaokesha, wewe waoni? Siku zote huwa wanalinda mahali pale watu wanapoabudu. Ndio maana uwepo wa madhabahuni sio uwepo wa kanisani. Uwepo wa madhabahuni una nguvu kuliko uwepo wa nyumba yako. Ni sawa na mtu ambaye amerogwa na wachao au ametupiwa roho ya mauti, akienda hospitali yenye mochwa ni rahisi kufa zaidi, kwa sababu anga linasaidia. Anga linafanya hospitali yoyote yenye mochwa ina nguvu ya anga la mauti zaidi kuliko hospitali isiyokuwa na mochwa kwa sababu ile anga linasaidia. Ukija madhabahuni, kwa nikupe hisi kitendo cha kuja madhabahuni, hata kama hujui kuomba, ili ndani umefika eneo la madhabahuni, anga linakusaidia amen. Hakuna mtu mmoja anasema amen. Anga linakusaidia amen, kwa sababu tayari madhabahuni ina anga la uzima na amani juu ya maisha yako. Kwa mtu anapokuja tu madhabahuni, hata kama hujui kuomba madhabahu inamsaidia, inamtetea. Ni sawasawa na mtu ambaye sio mlevi, lakini yuko ba utakuta anajilazimisha kutokunywa pombe, lakini anga linamlazimisha asuka. Umenielewa? Halo. Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen mahali watu wanapokunywa labda gongo kwenye kilabu, wanaenda wanakunywa gongo, wanasema mimi sinywi gongo, lakini huo unaohudhuria tu unafika unakaa. Jaribu kufanya hivyo mwezi wote, utajikuta tayari umeshakunywa gongo, ndio, bila kujua ulianza lini, kwa sababu anga linasaidia le ndio maana maombi ya madhabahuni tofauti na maombi ya nyumbani kwako. Na wengine huwa wanajiuliza, bwana, nikiwa madhabauni naomba sana. Ni kweli kabisa, hujakosea, kwa sababu madhabauni ndio mahali ambapo anga linakusaidia. Ukifika tu nyumbani, unaanza kukumbuka makwazo ya mume wako, unakumbuka vikoba, unakumbuka unakumbuka, eh, sio so, shangazi yako alikwambia nini. Kwa hiyo ukifika tu nyumbani, kwanza umeshavurugika tayari unaanza kuwaza tofauti, lakini ukija madhabauni tayari anga linakusaidia kuwaza vya rohoni. Amen. Ndio maana ya kuambia watu hata wakati mtu unaumwa, hata wakati mtu unajisikia jisiki vibaya, hata wakati mtu amekosa amani, akimbilia madhabauni anga litamsaidia. Hata kama juu kuomba anga litamsaidia. Amen kwa sababu tayari eneo hili lina uwepo, lina pumzi ya Yesu, kwa mtu lazima apokea. Sasa unapokuja kukesha, maana yake unapokea mara dufu, mara mbili zaidi. sema Amen. Rudia tena. Maombolezo sura ya pili mstari wa kumi na tisa pa Maombolezo sura ya pili mstari wa 19 nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu Mkuu. Mm mhm. Inuka ulalamike usiku. Ulalamike usiku. Mhm. Eh? Mwanzo wa makesha yake. Mwanzo wa makesha yake. Mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana Yesu. Mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana Yesu. Undo uso wa Bwana Yesu, uso wa Bwana Yesu huko mbinguni. Uso wa Bwana Yesu ni madhabahu. Ngoja nirudia. Uso uso wa Bwana Yesu ni madhabahu. Uso wa Bwana Yesu ni madhabahu. Uso ni uwepo. Uso ni nini? Uwepo. Uso ni nini? Ni uwepo, ni uwepo. Endelea. Umwinulie mikono yako, umwinulie mikono yako kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa, kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa. Kwa maana nyingi Maombi ya kukesha yanaondoa njaa, yanaondoa umasikini, yanaondoa magonjwa. Hata ameni yako ikiwa ndogo, lazima utafunguliwa tu kwa jina la Amen. Yesu ongeza ameni kubwa, amen. Eh, malizia mwanzo wa kila njia kuu, mwanzo wa kila njia kuu. Hapo pazuri sana mwanzo wa kila njia. Kukesha ndio mwanzo wa njia kuu. Unataka watoto wako wafanikiwe kielimu? Ndio mwanzo wa njia kuu. Unataka kufanikiwa katika eneo la ndoa? Ndio mwanzo wa njia kuu. Unataka watoto wako wabarikiwe? Ndio mwanzo wa njia kuu. Una karama, una huduma? Kukesha ndio mwanzo wa kila njia uliyo kuu na ya mafanikio yako. Sema ameni kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Ndio maana kukesha kunaambatana na maombi. Kunaambatana na nini? Na maombi. Ndio maana hata sifa sifa ya bawabu ni mtu anayekesha. Amen. Ndio maana ya bawabu mtu anaye, hata wakitaka kuwa bawabu ni rais, anza kukesha, utakuwa na sifa ya kuwa bawabu. Nijasema amen kubwa. Amen. Marko 13:34 nisome pale Marko 13:34 nisome pale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 Kunaongeza nguvu za maombi kiongozi au mtumishi anayependa kumtumikia Yesu lazima awe na tabia ya kukesha mu sema ameni kubwa. Sema ameni kubwa sio kazi rahisi kukodoa macho usiku kucha ukimwabudu Yesu na Baba jua ya kwamba unapofanya hivyo kuna kitu kikubwa kinaongezeka ndani yako. Jioni ya leo niko tayari kukuombea, Yesu akupe roho ya kukesha, Amen. ili kila ahadi ikatimie kwenye maisha yako unapokesha, kila ahadi ikatimie kwenye maisha yako Amen. kila ahadi ikaonekane kwenye maisha yako Amen. Luka Mtakatifu 12:37. Yesu mwenyewe anasema yeyote anayekesha Yesu atakuja mwenyewe kumuhudumia. Luka Mtakatifu 12:37. Yeyote anayekesha Yesu anakuja mwenyewe kumuhudumia. Maana yake hakuna kuhudumiwa, iwe kuuponyaji, iwe katika ufungulufu, iwe katika baraka bila kufanya nini? Bila kukesha, bila kukesha. Kukesha, kukesha kunaleta ukaribu wako na Yesu. Nisome hapa. Luka mtakatifu sura ya 12 mstari wa 37 nitasoma jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Eh. Heli watumwa wale eh, ambao Bwana Yesu wao ajapo atawakuta wanakesha Amin. Nawaambieni eh, atajifunga na, eh, na kuwakaribisha chakulani eh, atakuja na kuwahudumia. Atakuja na kuwahudumia. Unataka Yesu akutendee mema uwe mtu wa kukesha. Sema napokea roho ya kukesha, napokea roho ya kukesha. Sema napokea roho ya kukesha. Kila kitu kinatengenezwa kwenye anga la usiku. Sema Amen. Amen. Hata watoto wanaozaliwa usiku ni wengi, mimba zinazoshikwa e, zinazoshika e, usiku ni nyingi. Watu wanaokufa usiku ni wengi kuliko mchana, ndiyo. Kwa hiyo usiku hata wana wa Israeli walitolewa, hawakutolewa mchana, walitolewa wapi? sangapi usiku. Hata Yesu maajabu. Sasa Yesu alizaliwa usiku, na Yesu alikamatwa usiku. Nyota, waliona nyota. Kwa sababu ilikuwa mchana? Ilikuwa ni usiku, amen. Wakaona nyota ya Yesu usiku, wakaiona nyota ya Yesu, wakaifuata nyota ya nani? Ya Yesu. Sema amen kubwa, amen. Sema amen kubwa, amen. Sema, sema roho ya kukesha, roho ya kukesha. Toa sauti, sema roho ya kukesha. Roho ya kukesha. Ikae Ikae ndani ndani Roho Roho ya ya kukesha. kukesha. Ionekane ndani Ionekane ndani Roho ya kukesha. kukesha. Roho ya Ikae ndani Ikae ndani Tusimame hapo. Tusimame.